Maadhimisho ya Wiki ya unywaji wa maziwa duniani yamehitimishwa rasmi na waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Ashatu Kijaji, katika viwanja vya zimamoto vilivyopo jirani na shule ya msingi kiwanja cha ndege mwishoni mwa wiki hapa mkoani Morogoro. <mulia> Msisitizo mkubwa katika kilele hiki ni unywaji na uzalishaji wa maziwa salama kwa afya ya wa wananchi pamoja na kuachana na biashara holela ya mazoea ya maziwa na kuhamia kwenye mfumo rasmi. Tunapowaambia watanzania watambua umuhimu wa, wa kunywa maziwa ambayo ni salama, ni muhimu sasa na sisi wafugaji, sisi tunaokamua maziwa tutambue umuhimu wa kuzalisha maziwa ambayo ni salama, kwa sababu tunakwenda kuondoka kwenye uholela, tunakwenda kwenye mfumo rasmi wa uzalishaji wetu wa maziwa, na Watanzania wafahamu kwa nini wanatakiwa kunywa maziwa ambayo ni salama. Niwaombe wafugaji wenzangu, tusiweke maji au chochote kile kwenye maziwa. maziwa maziwa kwa upande wake Msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania TDB Profesa George Msalia anaeleza mafanikio katika tasnia ya maziwa na mipango mbalimbali ya serikali kupitia bodi hiyo katika kuinua na kuboresha tasnia ya maziwa. Mmetuelekeza katika ilani ya Chama cha Mapinduzi tutakiwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuwe tumepata kiwanda kimoja angalau cha maziwa ya unga huko Mheshimiwa Waziri, umejisikia mwenyewe, tumefika sasa. Tanzania tunatengeneza maziwa ya unga. Awali Mheshimiwa Waziri, miaka ya karibuni tumekuwa tukiagiza maziwa ya unga na bidhaa nyingine za maziwa kwa kiasi cha lita milioni 11 hapa nchini tukitumia angalau bilioni 23 za Kitanzania kuagiza maziwa hayo. Jambo hilo kama ulivyosema kwenye hotuba yako siku chache zilizopita, ulipokuwa unawasilisha bajeti wizarani e, umeelekeza kwamba maziwa haya yanayotoka nje ya nchi tukayapunguze, na upunguzaji wake mheshimiwa waziri ni kuongeza uzalishaji na fursa zipo, na tumevionyesha hapa. Kwa hiyo tunakwenda kuongeza bidii kwa kisha kwamba tunaendelea kupunguza pengo la upatikanaji wa maziwa, maziwa mengi yakapatikana nchini ili tuwe na maziwa ya kutosha, tuepuke kutumia fedha nyingi za nchi yetu ambazo tungezitumia kwenye hospitali tukazipeleka kununua maziwa ambayo yanatoka nje ya nchi na kunufaisha e, uchumi wa nchi zingine. Mwenyeji wa maadhimisho haya ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima anasisitiza umuhimu wa wazalishaji wa maziwa kuongeza wingi wa uzalishaji wa bidhaa hiyo kwa ustawi wa viwanda vinavyosindika maziwa nchini. Katika viwanda vitatu vikubwa vya maziwa Tanzania, kimoja kilikuwa mara Mheshimiwa Waziri nimefika mimi mara mwaka elfu mbili na kumi na saba. Nikuta kile kiwanda kimekufa, kina zaidi ya miaka 20 na kilikuwa na mifumo yote ya kukusanya maziwa kwa wakulima na collection center na na hizi kadhalika nini na kadhalika hapa katikati, Mheshimiwa Waziri, lazima tukubaliane kwamba sekta ya maziwa ilipata ajali moja kubwa sana. Nchi nzima maziwa, Mheshimiwa Waziri, yalikuwa nazalishwa, yalikuwa hayafiki lita elfu hamsini kwa siku. Sasa leo ukisikia zile figa ya Mheshimiwa Waziri, unasikia kwamba asasi peke yao pale, asasi wale ambao ni vilana wamezungumza, nasema wao peke yao wanazalisha lita laki sita Waziri, this is 10 years ago, tulikuwa hatupati lita laki moja nchi nzima. Leo wao peke yao wanazalisha lita laki sita. Msipokubali kwamba Dk. Samia Suluhu Hassan kuna kitu kikubwa anafanya nchi hii, mimi basi sitaki kusema tena. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital. Maziwa, maziwa basi na maziwa hapo kujenga afya zetu. Naam, naam, naam, naam.